Nayo kesi ya mauaji ya mfanyikazi wa shirika la BBC Action Katherine Rowena Mitchell uh, kiama min, uh, kwa miaka minne iliyopita imesikizwa leo huku mashahidi wawili wakifika kizimbani. Mahakama ya Kibra ikifahamishwa yaliyojiri kabla ya mauaji yake katika hoteli moja mtaa Westlands hapa Nairobi. Familia yake ikidai haki kwa Katherine ambaye ni raia wa Uingereza, ikidai kulikosa ushirikiano na polisi kuhusu kesi hii. Wade Francis anatuarifu miaka minne baada ya, ya mauaji ya mfanyikazi wa shirika la BBC Action katika chumba cha hoteli yake hapa ya Nairobi. Mashahidi wawili walifikishwa mahakamani hii leo. So help me God. Shahidi wa kwanza akielezea ya mahakama yaliyojiri usiku wa mauti yake At Kulingana na uchunguzi wa maiti uliofanywa Uingereza baada ya mwili wake kurejeshwa, Michelle alifariki kutokana na jeraha la kichwa na shingoni. Wakati wa kifo chake alikuwa amehamia Nairobi kutafuta hifadhi kutokana na hofu iliyokuwa ikijiri Addis Ababa nchini Ethiopia wakati huo. Uchunguzi wa awali ulifanyika Uingereza na kuhitimisha kuwa Kate aliuawa, ila wanataka maelezo zaidi kutoka kwa uchunguzi uliofanywa hapa nchini. So, uh, we, we found that to be quite unsatisfactory. Mahakama sasa inatarajia kupewa kanda za CCTV kama ushahidi katika kikao cha pili katika mauaji ya Michelle familia ya Catherine ikililia tu haki. So we can have like three witnesses on that day, but we start with the forensic and digital analyst. 18th of February at 11, is that okay? Mashahidi wengine 26 wanatazamiwa kufanya ushahidi wao katika koti ya Kibera. Ode Francis, Runinga ya Citizen katika Mahakama ya Kibera hapa Nairobi.